Naam, bwana Harmonize Konde Boy amefanya jambo ambalo of course limewakumbusha vijana wengi kwamba wasikate tamaa eh, pamoja na e, kila kitu ambacho unachopitia katika maisha, watu wakikubeza, wakikusema, wakiku wakikudharau, wakikutenga, wakikujadili na vitu vingine kama hivyo ambavyo ni negative kwako. E, kwa wakati huu inatakiwa usi give up. So, tunakumbuka kwamba historia ya muziki wa Harmonize ni kwamba ilianziaga huko zamani lakini alishawahi kushiriki mashindano ya Bongo Star Search na akatimuliwa. Akaambiwa kwamba bwana hujui kuimba na nilikupa noto okay keo huko nje. <laughs> E bwana, hiyo ilikuwa ni savage moment eh, ya majaji kwenda kwa Harmonize, lakini at the end of the day mwamba amepambana, ametafuta tundu, ametoboa, na sasa hivi yuko pale alipo na yuko vizuri kwenye kuimba, jamaa, na vocal fulani hivi eh, amazing. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba amekuwa star, amepata pesa, na ana uwezo mkubwa sana sasa hivi pia wa kutunga. Eh, it is what it is so Moment ambayo ameipata ya kuimba mbele ya Mheshimiwa Rais katika tunzo za waandishi wa habari, na usiku wa jana ni kwamba Harmonize aliamua kuimba tena kwa mara nyingine ule wimbo wa Malaika ambao aliuimbaga miaka mingi iliyopita BSS, ambao walimfukuza wali ni kwamba ameuimba tena kwa mara nyingine, na of course voko ziko vizuri Mnyamwezi. So alitumia hiyo moment pia kuwakumbusha vijana kwamba uh, nataka niimbe wimbo ambao nilishawahi kuimbaga katika mashindano ya BSS na nikaambiwa kwamba sijui kuimba, lakini sikukata tamaa na leo niko hapa. So hii ni kwa ajili ya pia vilevile kuwapa motivation vijana wengine ambao sasa hivi wanapitia magumu, wanakataliwa, wajue tu kwamba wakipambana, one day mambo yatakuwa sawa. So konde akapiga ile malaika kwa mara nyingine mzee, na ilikuwa ni momenti nzuri sana. Ya, so e bwana ni moja kati ya vitu ambavyo vimewavutia watu wengi sana kuona kwamba Harmonize ameimba, ameperform wimbo uliomfelisha BSS, lakini sasa hivi ameperform kwa uweledi wa hali ya juu. Lakini pia vile vile Master J amemsupport Harmonize eh, kwamba kwa resilience ambayo yuko nayo uchapa kazi, kutokata tamaa, kupambana, kukomaa eh, kumemfanya afike pale. Kwa hiyo Master J naye pia ameappreciate hilo akiwa ni moja kati ya majaji ambao walishiriki kumtaramisha kule BSS. Ukiwa kama kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.